Moja kwanza, ng'ombe kwa kali. Wewe unataka kazi ama unataka ukali ya ng'ombe? Sasa nataka kazi, eh. Sasa mzee mamba, tunafanyaje? Sasa ni wewe ama ni huyu? Si ni mimi na kesi. Sasa nimekuja na mtoto wangu, sasa nitaacha acha, nitaacha tu, nitaachia nani mtoto na mama yake, alienda na vile tulipiga hesabu ya chakula, tulipiga yako ama na Sina bwanda mgawe ya mtoto. Sasa nitakwenda na mgawia tu kwa hiyo yangu. Sasa mshahara wa kwanza huu unafanyia kazi, kwa hiyo elfu tano elfu tano sini watali watatu, 1 2 3, yeah. Hiyo hata naweza kununua hata mabati mbili hiyo. Ah, pesa siezani hiyo. Ah, pesa siezani kabisa. Sasa ikiwa, mi nifikiria na nimekuja tayari bwana, nifikirie nini enye nifikiria wewe? Hata unakaa wewe uwezi lipa mfanyikazi kijana, okay?